Uh, kimsingi ni kwamba kama ambavyo umetangulia ume kusema hmm, makao makuu wamekwisha kutoa ratiba hmm, ya hii operation eh, ya no reform no election eh, ambapo sasa viongozi wa kitaifa watazunguka katika kanda mbalimbali mbali. Wataanza na kanda ya Nyasa, zitafuata kanda zingine uh, na mwisho wa siku atakuja kwenye kanda yetu ya Victoria, lakini eh, kabla ya kuja sasa sisi tutatumia muda huu kujiandaa na kuandaa umma kama kuandaa njia pia ili wanapokuja sasa eh, mambo yawe tayari. Kwa mfano eh, sisi wilaya ya Nyamagana tunajiandaa kwenda kwenye mkutano mkuu maalum mkubwa sana utakaohusisha waliokuwa wagombea wetu wote wa serikali za mitaa, viongozi wa matawi wote, viongozi wa kata zote, na sisi viongozi wa wilaya, tutakaa, tutakutana, tutatoa elimu jengea uelewa wa pamoja. Tunapozungumzia no reform, no election tunamaanisha nini? Tunapozungumzia tone tone tone, tunamaanisha nini? Baada ya kuwajengea uelewa wa pamoja, tutatawanyika, tutakwenda kila tawi kutoa elimu, ili sasa viongozi wetu wanapokuja wa kitaifa, wanakuta ile elimu tayari imeshasambaa, imesha na umma umehamasika tayari, tutakwenda kuwasikiliza na kupokea maelekezo. Sasa eh, wito wangu ni nini? Eh, kwa wananchi na wanachama wetu, wito wangu tuwaombe, hii ajenda siyo ajenda ya CHADEMA peke yake, yaani ajenda ambayo CHADEMA tunaiorganize, lakini hii ni ajenda ya kitaifa. Tunapozungumzia mabadiliko katika mifumo ya uchaguzi, yanavihusu vyama vyote, mwisho wa siku yanamgusa kila Mtanzania kwa nafasi yake. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania wote bila kujali itikadi za vyama, dini tuunganishe nguvu ya pamoja, twende tukadai mabadiliko katika mifumo yetu ya uchaguzi, na tuzuie uchaguzi, ili sasa uchaguzi nchini usifanyike, twende tukapate sheria zilizo bora zitakazowawezesha wananchi kupata viongozi wanaowataka wao, wanaokidhi mahitaji na matarajio yao.